Siku hizi vijana wataki kuoa ju wataki, wataki majukumu hawataki kujukumika mm -hmm. e. E, ni majukumu kama yapi hayo ambayo hawataki? Si wataki hata ku, kuitishwa pesa. Hataki hadi watoto kulea kuchukua kunini school fees, hawataki, ndio mambo hiyo wanaogopa vitu kama hizo mm -hmm. e. ingine ni vile hakuna hata kazi sasa, kijana anaogopa kuchukua msichana wenyewe akae na yeye na yuko kazi tena kibarua. Sasa kama hii yangu unapata sasa pesa yenye napata haiwezi toshea. Sasa vijana wetu pia business iko ndani. Sasa kitu mimi naweza abia hao vijana wetu ni ile kazi inahita, ina, in, inapatikana wafanye wache wa wa, wa kukua, walizi juu siku hizi watoto wetu ni walizi, sio kama si, tuna at least, tunajaribu hapa pale, hapa pale. Sasa wasiku hizi mm, hakuna wanataka tu kukaa kwa nyumba hata hiyo, business. Sasa waache wakitafu, wakipata kazi hata kama ni ya mawe hata kama ni kwale waende huko. Saa zingine hata wazazi wasa, wanachangia juu, utapata mzazi saa zingine sisi tunasema ya kwamba ati ati venye ulilelewa wewe unataka mtoto wako akue hivyo. Mtu ameshafika miaka 20, 23, 25 na bado ako hapo, akipata ka kibarua, utaki afanye? Sasa mzazi, niachilie mtoto afanye kazi, usilee mtu mwenye goigoi hapo juu sasa. Hiyo ni kuonyeshana ya kwamba mtoto atafika miaka 30 bado anakuomba hata pesa ya panti. Watu kama sisi tunakatanga kuoa. Kama mimi nilikuwa nimeoa, lakini kwenye nilikuwa nimeoa madhainlo ndio shida. Nilikuwa nimeolewa mama mkwe, hatukuelewana un okay. mun okay. mnajua pia kina mama mkwe ndio wanaribungu ndoa ya watoto wao, pande ya mama mkwe badara akusapoti uh, wewe kama msichana wake mm -hmm. anasapoti kijana yake yeah. Sasa wewe unakuwapo, hauna usemo kabisa, hauna usemo kabisa ya yeah, ningependa tu niwaambie mama mama wako we, hata sisi tukiwa kwenyu sisi, sisi ni, vi, ni pia watoto wenyu tunakuanga part ya yeah, watoto wenyu, so wacheni kutufanya hivyo us yeah, because hiyo siyo poa. Hiyo kitu iliniuma mimi, hata saa hizi siwezitaka tena ndoa, nilichukia ndoa kabisa, because mama mkoe, mama wakoe, wachaneni tuna, e, tu na sisi tukioreka, wacheni wacheni, wache. wache. wache kuingilia mambo zetu kama ni ndoa. Ndoa ni ya watu wawili mm-hmm, ya yeah, siyo ya watu si ati ya mama Mama, pia sisi tukiwa kwenyu, jaribuni kutusupport. nimekosea wapi? u, u, usione sana kama ni kijana yako amekosewa, angaria pia sisi wasichana wenye tuko huko yeah. Ningesema tu yo. Asanti sana. Asante. Kwa nini wanalika hao, mm? Mimi kwa maoni yangu mm, uh, kuligana economy ya Kenya mahali imefika mm, uh, mambo imekuwa gumu mtu anafanya kazi anaona tu yake mapato yake tu, anaona kama hata akioa hataweza kumuliza huyo mtu ameleta kwa nyumba. Mpaka sisi tumeoa imekuwa <laughs> <Na> ngumu zaidi <laughs> mtoto anakuitisa hii anakuitisa hii, mpaka sasa wewe ukiwa mzazi wa kiume unasikia tabu, mambo inakuvinia. Kwa hivyo wanalika wanaogopa kwa sababu ya ekonomi. Ya pili ambayo ninaweza sema ambayo ifanya wanalika wasioe wanaogopa kulingana na vile wanalelewa na wazazi ah. Unapata wazazi ambao walikuwa pale mbeleni wazazi wetu sasa, mm. Unajua sasa dio wazazi wa... pale sasa, tuseme mimi ni mzazi wa pili eh. Unapata kuaeremisa imekuwa ngumu sana mafunzo kulingana na vile familia una, unapata ni kama ile mtoto ame, amelelewa pale, unapata babu baba ana harasi mama ama mama, unasikia ana Baba. Baba sasa unapata mtoto ameingisa ame uoga anasema kama kuolewa, ni. Ni. Kama kuoa ni hii. Mimi sitaweza. Mimi usauri wangu ninaesa hmm? Sema muntu asiogope kwa sababu ni Mungu akianzia kurigana vile Biblia inasema. Eh, kuoa ni kitu cha maana sana. Tuseme mimi nasema kuhusu mwanaume sana. Kwa sababu mwanaume ameumbwa ame inaitwa mabega ikiwa mapana ya kubeba mizigo. Na hiyo sasa hiyo Mungu alikupatia ndio uweze ukiwa mwanaume uweze. Na ja ndio maana manake mwanamke mwana akaubwa uh, akiwa mpana pande ya chini kwa sababu yeye ndiye pila katika katika yimpoma. Unaona? Unaona? Haukujua hivyo, lakini sasa si umejua? Kwa hivyo wewe ubebe mzigo, naye mwenye ulipatiwa ukiwa msaidizi, akue bila akusikilie katika familia. Kwa hivyo hakuna haja ya kuogopa mapombe, hivi hivi. Kwa hivyo ni ukosefu wa pesa na kazi na kazi uza hii okay. Uwezi chukua mchichana wa mtu uende, uweke kwako na una kitu ya kumpea. Wengine wako na kazi na wataki bado kuoa. Sasa hao mm -hmm. Ako na kazi na wataki kuoa labda huyo mtu ako na mashinda yake juu, kama ako <laughs> kazi pesa <beza> anapata lazima <laughs> eh. Awa ni shinda yake, ako na mashinda yake. Sasa ao wataki kuoa na wako na kazi, labda wameingilia hii mambo ya kutuaya urevi urevi, wenye wataki kuoa kiti ya kwanza Mtu anaweza kuwa uh, yeye kivi yake kuna mm -hmm. Mashita aliona mahali kwa wenye walioa mtu kwa wazazi wanavurutana mm hiyo -hmm. Ni kitu moja. Mtu anaweza amua mm -hmm. Ile live naonanga na mtu fulani mm hiyo -hmm. Zita <laughs> <laughs> zitaki like. like. Haya like. Wengine wameingia kwa isi mapombe madawa ya kulevia, hiyo mtu anajua hakuna aonangi anja kuonje. Sasa pata pesa yake anaingia kwa pombe. Siku hizi pata msichana kama una pesa. Siku hizi wanaangalia uko na nini? maisha ni ngumu saa hii. Maisha ni ngumu. ngumu kivipi? hakuna kazi. hmm, shida kubwa na vijana ni hata hmm. kazi kupatikana ni shida hmm. Sana sana ukiangalia makazi mingi sinaona watu makazi mingi saa hii ni kama imegawanywa wote na hmm. Sasa unaona vijana wanaogopa kuoa eh, hmm. ni shida tu ya, yeah. ah, ni shida tu ya pesa hakuna e, kazi, sio kuogopa majukumu juu, kama mtu ako na kazi hawezi ogopa majukumu, juu uwezo iko wa kuolewa wako bado, yaani hawana ile tabia ya mwanamke mzuri ama bibi e, na vitu kama kulewalewa hivyo, na kila mtu kuna chenye anatumia sasa. Tuseme ndio maana hatujaoa. Eh. Kwanza wapige sherehe. Eh, sasa tunapatana kwa sherehe sasa. Eh. <laughs> Kwa sherehe sasa tunapatana huko sasa <laughs> <laughs> eh, sasa tukipatana kwa sherehe <laughs> unajua, hiyo ni kitu itafanyika na ishe sasa, hakuna kuambiana na hiyo, si ni kuogopa majukumu sasa? Unataka upige sherehe, lakini utaki kujugumika hafta sherehe. Sasa kama mmepatana kwa sherehe hata ukimwoa atakuwa tu anahitaji tu kupigishwa sherehe. Eh, shida ni hiyo. Sasa

mapanga li kwa sababu tena naye chakula imekuwa bei kali, ukienda kwa bucha li uwezi pesa kidogo ni mia